Na, naona mwelekezi wangu ni mrotavu anasema nisema na Citizen lakini yeye ameniandikia nipashe wikendi mtazamaji. <laughs> Tuanze na vidokezo ambapo mashirika ya kijamii ukanda wa pwani sasa wanaitaka wizara ya elimu nchini kushughulikia matatizo yanayokumba mtaala wa elimu hasa kwa wanafunzi wa gredi ya tisa. Mashirika hayo yanasema changamoto zinazokumba sekta ya elimu hasa ukosefu wa miundo msingi bora kwa shule za msingi na upili sharti ziangaziwe kikamilifu na serikali. Julius Jo anaungana nasi kutoka kaunti ya Taita Taveta. Niko mjini Voi County ya Taita Taveta ambapo wadau mbalimbali wa elimu kutoka ukanda wa pwani wameweza kufanya mkutano sawa na mashirika mbalimbali yasiyo mbali ya, ya kiserikali kuweza tu kuangazia suala la utekelezaji wa mtaala wa CBE wakisema bado wanafunzi hasa walioko mashinani wanapata changamoto sihaba, na nimeweza kufanya mazungumzo nao na haya ndio walikuwa nayo ya kusema, We had an opportunity. Uh, to engage with other stakeholders in the sector, including even state or government officers. And we looked at how prepared uh, the government is or the ministry is with regards to this particular subject of transition in Voi more specifically. Kila mwaka tunaenda round Kenya nzima kuangalia mambo masuala ya elimu uh, yamefika wapi na yote ambayo yanatuhusu kama wananchi, na tunafurahia Coast Region tumeanza safari hii, na tutaenda kila pembe, na mwisho wa mwaka tutaweza kuzungumza kwa Wakenya tunavyoona sekta ya elimu inaenda vipi, ni wapi tumepiga hatua, ni wapi kuna changamoto. Uh, ukweli ni kwamba kanda yetu ya pwani iko na changamoto nyingi. Kuna upande wa unyanyapaa watoto ambao wako na watoto wa kike na watoto wa, uh, ambao wako na mahitaji maalum hawapewi kipaumbele kwenda kwa masomo uh, Ukweli ni kwamba kutokana na tamaduni zetu za kutoka jadi uh, mtoto wa kiume ndio anapewa kipaumbele kwenda uh, kwa masomo. Walimu wakae na wazazi pamoja na wanafunzi ili waweze ku kuselect hizi shule na zile subjects ambazo mtoto anafaa chague, tusiwachie wazazi peke yao na wanafunzi kule nyumbani, ila pia waende pale shuleni wasaidiane na walimu. Mwalimu ndo anajua strength ya mtoto iko wapi. Mwalimu ndo anajua huyu mtoto anafaa aplesio wapi. Ndiyo maoni ya wadau wa elimu hapa, wakitoa wito kwa serikali pia kuangazia kuhusu swala la miundo msingi katika shule mbalimbali, wakisema shule zilizoko maeneo ya mashinani, wanafunzi wanapitia changamoto nyingi hata zaidi. Ni kiripotia runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.